Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kudadavua walivyofanikiwa kuwakamata watu hao. Upelelezi umefanyika na wamebainika kwenye makosa mawili ya kusafirisha tumbaku kutoka eneo moja kwenda eneo jingine baada ya saa kumi na mbili za jioni, ambapo hii ni kinyume na kifungu cha sheria namba thelathini na moja sehemu ya nane na kanuni ya Bodi ya Tumbaku. Hawa walikamatwa wakiwa na tumbaku kilo mia moja tisini na tatu inayokadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni moja elfu sitini na tisa mia tano themanini na sita na senti saba ambazo walikuwa wamezibeba kwenye pikipiki mbili zenye nambari za MC 449 DZY pamoja na MC mia moja sabini na moja DXY zote aina ya g upelelezi umefanyika na wamebainika kwenye makosa mawili ya kusafirisha tumbaku kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, baada ya saa kumi na mbili za jioni, ambapo hii ni kinyume na kifungu cha sheria namba thelathini na moja sehemu ya nane na kanuni ya bodi ya tumbaku. Katika kosa hili watumiwa wamekiri kusafirisha tumbaku wakitoa nyumbani kwa mtumiwa Ali Abdalla huko katika kijiji cha Katunda kwa lengo la kuipeleka nyumbani kwa Mrisho wa Amani Makungu huko katika kijiji cha Mabama. Na kosa hili walikamatwa majira ya saa sita na dakika thelathini wakiwa njiani kabla hawajaenda hawajafika wa walipokuwa wanaenda. Pia imebainika kwa kosa la kununua na kuuza tumbaku bila kuwa na leseni. Kosa hili ni kinyume na kifungu cha kumi na moja cha sheria ya tumbaku, na kwa kosa hili Mrisho Amani Makunge alinunua tumbaku kwa Ali Abdalah bila kuwa na leseni. Uchunguzi wa, kwa makosa haya yote mawili unaendelea na jeshi la polisi, na tunaendelea kutoa wito kwa wakulima, wanunuzi na wadau wote wa tumbaku, kuelekea kwenye kipindi hiki cha msimu wa tumbaku kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli zote kwa kufuata sheria zilizopo. Aidha, katika hatua wa nyingine wakiwa wanajengewa uwezo juu ya umuhimu wa kuanzisha vyama vya ushirika wa akiba na mikopo katika vyama vya ushirika vya wakulima wa tumbaku wa mkoa wa Tabora, viongozi wa vyama hivyo wamelaani matukio ya ulanguzi na utoroshaji wa tumbaku. Mimi nishukuru sana sasa. Ulanguzi ulikifiri sana mkoa huu wa Tabora, lakini kwa kasi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa anavyojitahidi kuzuia jambo hili tunashukuru, na Mwenyezi Mungu ambariki sana Tunaomba ulanguzi huu wa tumbaku kwanza utakoma, kipindi tu hizi swala la vyama vya ushirika wa SACCOS kuwa vimeimarika, jambo hili, jambo la kwanza litakwenda kufutia kabisa. Lakini jambo la pili, wakamatwaji wote wanaejihusisha na swala la ulanguzi, tunaomba serikali chini ya mkuu wa mkoa kupitia kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya watusaidie sana kuweza kuzuia, kwani walanguzi hawa wanatembea usiku na mchana, na hivyo wanatumia hata silaha kali kwa niaba ya kupambana na wenye vitu vya vyama vya msingi, wale wanaojihusisha na suala la kuzuia kama sehemu ya doria, hivyo kushindwa kuwamudu na kufikia hatua hata majeraha. Msimu wa mwaka 2024 paitokea majeraha ni mapigano makubwa, chama cha msingi Isunda, kuna mwananchi mmoja ambaye alikuwa ni kiongozi wa chama alipigwa na mpaka kufikia kwenda kulazwa hospitali, lakini walikuwa na silaha kali. Kwa hiyo tunaomba kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa itusaidie ili kupitia mheshimiwa mkuu wa mkoa. Jambo hili tunalilani kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu linatupelekea kwenye umaskini wa kila mwaka. Kwani ni kweli ushawishi unatokana na na, na, na, umaskini ambao tunao sisi. Lakini kama kuna mshawishi tunazidi kushawishika kwenda ku, ku, ku, kujipa umaskini sisi wenyewe. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunamshukuru sana Mheshimiwa Chacha kwa kuzingatia jambo hili. Lakini pia pasipo kumsahau waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bash kwa kuweza kutusaidia wakulima kwa asilimia mia moja pia hata kuondoa ulanguzi na uuzaji wa magunia. Imetusaidia kuweza ku manage madeni yetu sisi wenyewe kwa ni gunia moja ilikuwa tunanunua mpaka mara sita kwa, sita kwa mwaka. Yani kwa, kwa muhula mzima gunia hili likachakae, tumenunua zaidi ya shilingi elfu arobaini na mbili kwani kila mwaka tulikuwa tunauza shilingi elfu saba mara ukichukua mara tano mara sita ni fedha nyingi sana, bado tunatumia kila mwaka kununua gunia letu sisi wenyewe. Kwa upande wake mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora bwana Venansi Msafiri ameelezea mpango wa kuanzisha vyama vya ushirika wa akiba na mikopo ndani ya vyama vya wakulima wa zao la tumbaku mkoani hapa utakavyo wakwamua kiuchumi w wakulima hao ili kuepukana na changamoto mbalimbali zinazowasababishia kutorosha tumbaku. Tayari kuna vyama vitano vimeshaanza mchakato wa kuwa na sakosi kwenye AMCOS zao na tayari kuna vyama viwili, chama kimoja kimethibitisha, chama ambacho kimesajiliwa, chama cha juhudi AMCOS, na leo kama mlivyoona wametoa ushuhuda kuanzishwa kwa ile sakosi kwenye kwenye kwenye kwenye kijiji kile, kwanza kimeenda, kimeenda kupunguza utoroshaji na wakulima wa eneo lile wameshajiunga kwenye kile chama na utoroshaji, hata mtu mnunuzi akienda pale mtu tumbaku hawezi kununua. Wanunuzi wa tumbaku ambao wanaununua tumbaku kwa siri hawafanyi hivyo, kwa sababu wanachama wale wakipatwa na changamoto yoyote, shida yoyote, manake ni nini? wanakimbilia kwenye sakosi yao ambayo ni akiba ya mikopo, na kwenye sakosi hizi kwa wakulima zikiimarishwa vizuri zinaenda kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi kwenye eneo lile. Kwa mfano, mtu anachapata changamoto ya mgonjwa, kuna product au bidhaa ambazo zinaenda kutatua changamoto hizo. Kuna mikopo ya dharura, mikopo ya kujenga, mikopo ya kijamii, kwa maana ya yake ya, ya elimu na mikopo mingine ambayo ni kulingana na mahitaji ya eneo husika. Kwa hiyo kwenye kwenye sera yao ya mikopo itainisha pale aina za mikopo ambazo zinatolewa ambazo zinaenda kutatua a ch changamoto za kiuchumi kwenye husika. Sasa mkoa wa Tabora ulikuwa uko vyama vya akiba na mikopo vilikuwepo, a vingine vilikuwepo lakini vingine vimekufa, lakini kwa sasa hivi tuko kwenye mkakati huo ok wa kufufua ili ziweze kutatua matatizo ya wanachama wao, tukivimarisha hivi vyama vinaenda kupunguza swala la baadhi ya wakulima ambao sio waaminifu kuuza tumbaku kinyume na utaratibu.